Wakazi wa kaunti ya Kajiado na kaunti zinazopakana na kaunti hiyo wametahadharishwa dhidi ya kununua nyama kiholela kufuatia kuongezeka kwa nyama ambazo hazijakaguliwa kwenye maduka ya kuuza nyama katika kaunti hiyo. Akizungumza siku chache tu baada ya vichwa vya mbuzi na kondoo zaidi ya mia tatu kupatikana vimetupwa katika eneo la Imaroro, Kajiado Mashariki, kamishna wa Kajiado James Tari ametoa tahadhari kuwa umma Uh, kuwa huenda vichwa hivyo ni vya mbuzi na kondoo ambao wamechinjwa bila kukaguliwa. Haya yanajiri wakati ambapo viongozi wa Kajiado wakizitaka asasi za usalama kufanya uchunguzi wa kina kuhusu kupatikana kwa vichwa hivyo ili kubaini iwapo ni vya mbuzi na kondoo ambao wamekuwa wakiibwa katika kaunti ya Kajiado. Juzi tulikuwa na mbuzi mia tatu ambaye imechinjwa mahali imechinjiwa, na vichwa hizo mbuzi ikadampiwa mahali Kajiado. Sisi tunataka kujua hiyo mbuzi iko wapi, vichwa kwa nini zimedampiwa Kajiado, zimetoka wapi? We want security team itueleze imekuja mpaka wapi. Tumefanya uchunguzi ya kutosha na hakuna mbuzi za Kajiado, hizi ni mbuzi za jirani Nisi walikuja na nafasi kana ya kutoka hapa suspected ile malori napeleka mchanga yani kienda so ni i na nyama kama hiyo, inamaanisha bado tuko na hatari, kuna usalama tunafaa kuimarisha mahali, because inamaanisha wale wale wale, wale watu nakula nyama labda wanakula nyama ambayo hazijapimwa. Yeah, no.